Si sisiemu oye! Temeke, aitoshi! Naomba lione kura za Dkt. Samia Suluhu Hassan, vigelegele wa kina mama. Mheshimiwa mgeni wa heshima na mgombea urais wa chama cha mapinduzi, Mheshimiwa katibu mkuu, wajumbe wa kamati kuu mwenyekiti wa mkoa na viongozi wote, mama Samia oye! Ndugu zangu wanatemeke, kule usukumani wanasema, unapokwenda mnadani, yule aliyerudi na kamba ndo kauza ng'ombe. miaka mitano iliyopita Chama cha Mapinduzi kilipeleka ng'ombe mnadani, ambao ndio ilani ya chama, kikawauzia Watanzania, wakanunua wakaielewa. Na sasa chama cha Mapinduzi kimerudi kwenu kikionyesha yale yaliyofanyika kwa vitendo, na yale ambayo kinakwenda kuyafanya miaka mingi iliyopita. Mwalimu Nyerere alisema siasa au shughuli zote za kiuchumi pamoja na siasa ni kwa ajili ya kumwondoa mwananchi kwenye umaskini. Na maendeleo ni watu kwa ajili ya watu. Wenzangu wengi wamepita hapa, wamezungumza mambo mengi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassani ameyafanya. Na wakati tunapata uhuru, Mwalimu alisema tunamuondoa Mwingereza kwa sababu ameshindwa kufanya mambo matatu: ameshindwa kuondoa umaskini, ameshindwa kuondoa maradhi, ameshindwa kuondoa ujinga. Na ukiangalia kazi zote anazofanya rais wetu ni za kukabiliana na ujinga, umaskini na maradhi. Na ndiyo maana yanajengwa madarasa mengi, watoto wetu wasome, wafanye vitu kwa maarifa na akili. Na ndiyo maana vituo vya afya vinaongezeka, hospitali zinaongezeka, ili wananchi wa Tanzania wawe na afya walijenge taifa lao. Ndiyo maana shughuli za kiuchumi ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan amezifanya ziko kila mahali. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi mwaka huu kimekuja na kauli mbiu kazi na utu, kazi na utu. Kazi anayofanya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kazi ya utu. Ninayasema haya, kuna notion ambayo inapita huko mitaani kuonyesha kwamba kama Chama cha Mapinduzi ha